Haijalishi unarudi nyuma kiasi gani, kusoma historia ya dunia, haijalishi unasafiri wapi leo, wazo hili la umilele limekuwepo na bado lipo katika kila tamaduni na kila kizazi duniani kote. Solomoni anaandika katika Mhubiri saa tatu na madakika kumi na moja kwamba Mungu ameweka umilele, ameweka umilele mioyoni mwetu. Na niambie, kila mtu huko nje anajua kuna kitu zaidi ya maisha haya. Sasa kama ningekuuliza unipe sehemu katika Biblia inayonipa mwanga wa jinsi maisha yalivyo huko umilele, ungegeukia wapi? Basi unaweza kugeukia kitabu cha Mathayo, Marko au Luka, kwa sababu hizi injili tatu zinaandika tukio la kushangaza tunaloliita mlima wa mageuzi. Hili hili linatokea takriban wiki moja baada ya Petro kutoa kauli yake thabiti kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na hiki ndicho kinachofuata katika Luka saa tisa na madakika ishirini na nane: yeye Yesu aliwachukua Petro, Yohana na Yakobo, akapanda nao mlimani kwenda kuomba. Na alipokuwa akiomba, sura yake ilibadilika na mavazi yake yakawa meupe ya kimetameta. Ni kama vile pazia lilivutwa kwa muda mfupi, na tunaona utukufu wa Bwana kama mfalme wa mbinguni na mstari wa thelathini na mbili unaonyesha kwamba wanafunzi walikuwa wamelala usingizi. Na sasa unajua wanaamka wakati haya yote yanaanza kutokea, na naweza kuwaona wakikuna macho yao wakiondoa usingizi machoni mwao wakati mlima ule unamulika kwa mwanga mkali. Sasa tukirudi kwenye simulizi la Mathayo sura ya kumi na saba himbili, tunasoma, naye alibadilika mbele yao na uso wake ukang'aa kama jua na mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Neno ambalo Mathayo anatumia kwa ajili ya kubadilika hapa ni metamorfo, ambalo ndilo linatupa neno letu metamorfosis. Kwa hiyo unaweza kufikiria hivi: utukufu ambao ulikuwa ndani ya Yesu daima kama Mungu kamili, ingawa alikuwa amevaa mwili na damu kama mwanadamu kamili, basi ule utukufu, utukufu wa kimungu ulijitokeza juu kwa namna fulani, kwa ajili ya onyesho hili la ajabu. Kwa kweli tukirudi kwenye Marko sura ya tisa tunasoma hapa kwenye mstari wa tatu na mavazi yake yakawa yanang'aa meupe sana, kama hakuna mtu duniani anayeweza kuyafanya meupe hivyo kwa dawa ya kusafishia. Inaonekana Marko amewahi kufua nguo, ameshindwa kufanya fulana zake ziwe nyeupe, na hata dawa ya kusafishia haikufanya kazi. Basi anasema hapa kwamba mavazi ya e. Vazi la Yesu lilikuwa jeupe kuliko vile dawa yoyote ya kusafishia ingeweza kufanya. Lakini ngoja nikuambie, kuna mwanga mkali sana unaotoka kwenye mwili wa Bwana na unafanya kila kitu pamoja na mavazi yake kung'aa na kuwa mwanga mkali unaovutia macho. Tazama, miujiza ya Yesu imetuonyesha kile anachoweza kufanya. Huu wakati wa juu ya mlima unatufunulia yeye ni nani. Yeye anaruhusu tu mwanga kidogo utoke nyuma ya pazia na ni utukufu wa ajabu na wa kushangaza kabisa. Sasa aniruhusu niongeze hapa kwamba hili ni mwanga kidogo wa utukufu wako wa milele kama mtoto wa Mungu. Mtume Yohana ni mmoja wa wanaume watatu waliopo hapa juu ya mlima huu na anaandika katika barua yake ndogo inayoitwa moja Yohana 3:2 kwamba siku moja Yesu atakapotokea tutafanana naye. Kwa kweli mustakabali wako mpendwa, unaonyeshwa hapa kupitia wanaume wawili wanaojitokeza juu ya mlima huu. Luka anaandika hapa katika mstari wa thelathini: Na tazama watu wawili walikuwa wakizungumza na Yesu, Musa na Eliya, waliotokea katika utukufu na kuzungumza juu ya kuondoka kwake, yaani kutoka kwake kama vile kitabu cha Kutoka kinatupa simulizi la kutoka kwa Waisraeli kutoka Misri. Kutoka maana yake ni kuondoka. Hivyo Yesu anazungumza na Musa na Eliya kuhusu kuondoka kwake duniani na kurudi kwenye utukufu. Mazungumzo hayo eh, bila shaka yalijumuisha kila kitu, kuanzia kusulubiwa kwake hadi kufufuka kwake hadi kupaa kwake kurudi kwenye utukufu. Na usikose hili, matukio haya yanayotokea Yerusalemu si ajali. Sasa wapendwa, Yesu si mhanga, yeye ni sadaka ya hiari. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini ni Musa na Eliya ndiyo wako hapa wakizungumza ee eh, na Yesu. Basi Yesu aliwahubiria watu, msidhani kwamba nimekuja kutangua sheria au manabii, sikuja kutangua bali kutimiza. Hiyo ndiyo Mathayo saa tano na madakika kumi na saba. Sasa unajua nini? hapa juu ya mlima huu anazungumza na Musa anayewakilisha sheria na Eliya anayewakilisha manabii. Kwa hiyo fikiria tu ukweli kwamba kwamba Musa amekufa kwa miaka elfu moja na mia tano Eliya alichukuliwa mbinguni kwa gari la moto e miaka mia tisa iliyopita, lakini sasa wako hapa kane zote hizi baadaye, wakiwa hai na wazima Unaona, huu ni ushahidi wazi kwamba kuna zaidi ya maisha baada ya kaburi. Kuna uhai wenye akili baada ya kaburi. Kuna maisha ya utukufu, maisha yenye maana baada ya kaburi. Yaani, fikiria tu athari kubwa za maisha ya milele. Musa na Eliya bado ni Musa na Eliya, hawajapoteza utambulisho wao kama Musa na Eliya. Eh, hata majina yao bado ni yale yale. Na, na, bado wanaongea na kufikiria kuhusu mambo yajayo kutoka kwa Yesu. Lakini sasa katika ukamilifu wanaonyeshwa hapa waking'aa kwa utukufu mkuu. Kwa njia wana miili. Hawako kwenye aina fulani ya usingizi wa roho wakisubiri ufufuo. Wanaongea kweli kweli, wanawasiliana kwa kutumia lugha wao kwa wao. Kwa kweli Musa na Eliya wanaongea na Yesu kuhusu matukio halisi, matukio ambayo yatatokea duniani. Sasa hiyo inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha kwamba kwa wazi wanajua kuna kitu kitakachotokea duniani. Kama nilivyosema, haya ni e eh, kuna mambo yanayoshangaza kwa kweli, kwangu mimi ni ya kusisimua kuhusu milele katika huu mwanga mfupi wa utukufu. Luka anatueleza sasa hapa katika mstari wa 32, walipoamka kabisa, yani hawa wanafunzi watatu waliona utukufu wake na wale watu wawili waliokuwa wamesimama pamoja naye. Na wakati wale watu walikuwa wanaondoka kwake, Petro akamwambia Yesu, Mwalimu, ni ni ni vizuri kwamba tuko hapa, tujenge vibanda vitatu au maskani, kimoja chako, kimoja cha Musa na na kimoja cha Eliya, bila kujua alichokuwa anasema. Sasa hivi vibanda vitatu ambavyo Petro alipendekeza ni vibanda vidogo kama vile ambavyo Wayahudi walikuwa wanajenga wakati wa sikukuu yao ya vibanda. Hiyo ni sikukuu ya kila mwaka inayokumbuka kutangatanga kwao jangwani pamoja na eh, sherehe inayotazamia kuja kwa ufalme. Sasa kwa upande wa Petro eh, anaona kwamba ufalme uko karibu kwanza, yani hapa ndipo ilipo. Lakini ghafla, mstari wa 34 unasema wakati Petro alikuwa akisema haya mambo, wingu lilikuja na kuwafunika na wakaogopa. Walipoingia ndani ya wingu hilo, nam ndina uhakika walikuwa na hofu kweli na kwa njia, hili sio wingu la kawaida linaloning'inia chini. Hili ni wingu la uwepo wa Mungu ambalo lilijaza hekalu kane nyingi zilizopita, kama ilivyoandikwa katika mmoja wa falme nane, ambalo Luka anaongeza hapa kwenye mstari wa 35, na sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikilizeni yeye. Sasa maneno yaliyotumiwa hapa na Baba yanaweka wazi katika lugha ya Kigiriki kwamba amri yake inalenga wanafunzi. Ni kama anavyosema, nini wanafunzi? Sasa, sasa mnapaswa kumsikiliza mwanangu. Msikilizeni Yesu. Wapendwa, mtasikia sauti nyingi huko nje duniani. Pima kila kitu unachosikia kwa kulinganisha na neno la Mungu. Neno lake ndilo mamlaka ya mwisho. Usikubali kupotoshwa. Msikilizeni Yesu. Basi wanafunzi wanaonekana wako tayari kusikiliza na sio kuzungumza, kwa sababu tunaambiwa hapa mwishoni mwa mstari wa 36, nao na wakakaa kimya wala hawakumwambia mtu yeyote katika siku zile lolote kuhusu yale waliyoyaona. Kwa kweli Injili ya Mathayo inatuambia kwamba walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaambia wasiseme chochote kuhusu yale walioyaona hadi baada ya kufufuka kwake. Kwa nini? Kwa sababu ingawa tukio hili lilikuwa la kushangaza sana, tukio hili halikuwa msingi wa imani yao ya Kikristo au maisha yao. Na hata leo hatutegemei matukio yanayokuja na kupita haijalishi ni ya kushangaza kiasi gani au ya ajabu au yasiyo ya kawaida vipi. Neno la Mungu ndilo msingi wa maisha yetu ya Kikristo ya kila siku, na neno la Mungu halibadiliki kamwe. Ninagundua kwamba Petro, Yakobo na Yohana hawakutumia maisha yao yote wakizunguka wakimwambia kila mtu kwamba walikuwa juu ya ule mlima. Kwa kweli, isipokuwa kutajwa kidogo sana katika mbili Petro moja, hakuna hata mmoja wao aliandika chochote kuhusu hilo. Unaona, hujengi maisha yako juu ya kile ulichokiona au ulicho kipitia. Unajenga maisha yako juu ya Yesu Kristo ni nani na juu ya neno ambalo Mungu amekupa. Usisahau, siku moja utamwona na kama Musa na Eliya tutaishi naye e, milele. Tutazungukwa na utukufu wa Mungu, tutakuwa tunabeba katika miili yetu ya baadaye isiyokufa ule mwanga wa kung'aa, mwanga wa, wa mfalme wetu. Na unaposubiri huo siku mpendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote.